Hii ni lulu ya Taifa, ni hazina inayoishi, kioo cha wengi katika ulimwengu wa soka, kipenzi cha mashabiki wa mpira, mzalendo halisi na huyu ni tegemeo la Twiga Stars. Kama ambavyo Spain inajivunia kuwa na Itana Bonmad, huku Barbara Banda akiweka Zambia kifua mbele, kule Malawi wakifurahia uwepo wa Tabita Chawinga, ndivyo na sisi Tanzania tunajikubali kwa kuwa na Aisha Masaka. Katika mji maarufu kwa kilimo cha ufuta na alizeti, mji wenye sifa ya kuwa na warembo wengi wenye mvuto, kwa lugha ya mtaani tunaita pisi za maana, mji usiokuwa na skendo nyingi chafu zaidi. Sana ni mji unaokumbwa na ukame kiasi na upepo wa kutosha. Ni mji mtulivu na wenye amani kibaba. Siku ya tarehe kumi mwezi Novemba ya mwaka 2003 katika majira ya kuandaa msimu wa masika, upepo ulivuma na mvua kiasi ikanyesha mjini humo, hatimaye akazaliwa mtoto msichana katika boma la mzee Hamisi Masaka aliyepewa jina la Aisha. Wakati wazazi wengi walipowakataza watoto wao kujihusisha na mchezo wa mpira wa miguu wakiwakemea vikali na kuambia ni mchezo wa kihuni. Wazazi wa Aisha walitambua kipaji kilicho ndani ya mtoto wao, wakafungua macho na kuona kama ni fursa, hivyo akamsapoti mtoto wao bila kujali jinsia yake. Aisha alianza maisha yake ya soka katika timu ya Majengo Queens, baadaye Alliance Girls. Aisha alipambana sana na hatimaye akafanikiwa kujiunga na kikosi cha Jangwani, Yanga Princess. Mapambano ya binti huyo yaliendelea hadi kupata nafasi ya kutimkia Ulaya na kucheza timu ya BK Hacken ya nchini Sweden ambapo huko aliweza kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa Ulaya kwa wanawake na kumfanya Aisha kuwa mwanamke wa kwanza Tanzania kucheza michuano hiyo. Aisha alikiwasha sana huko kiasi kilichopelekea kuonwa na klabu ya Brighton Hove Albion ya ligi kuu ya nchini Uingereza, na muda mfupi baadaye klabu hiyo ya Brighton ilimtambulisha kwa heshima. Aisha amepelekea ufufuo mkubwa katika mitandao ya kijamii ya klabu hiyo. Kama unavyotujua, Watanzania hatuna baya kabisa, tutakosa muda wa kuangalia mpira, lakini hatutakosa muda wa kukomenti Aisha asipopangwa kikosini. Waingereza wameshajua mashetani yetu yalipo, sasa hata Aisha asipocheza wataweka picha yake kwenye posta ya mchezo ili kujaribu kukwepa matusi ya Wabongo. Huu ni upendo wa hali ya juu wa Tanzania tunaonesha ngozi yenye rangi adhimu nyeusi yenye kung'aa kwa wastani, sura ya upole isiyo na makunyanzi, kuashiria kutokuwepo kwa makasiriko, sura yenye nuru na uchangamfu usio kifani, taswira iliyopambwa na cheko la mara kwa mara, huku tabasamu la muda wote likitanda usoni. Mashallah, binti kaumbika na sifa zote. Ni kwa maanani, mdada huyu amebarikiwa vingi kwa kweli, lakini kubwa kuliko leo tulitazame hili la uwanjani. Ni raha kumshuhudia akifanya yake dimbani, ni kama DJ kwenye pati, mwite Miss Burudani. Ana stamina ya kutosha, si rahisi mali kutoka mguuni. Ni mpole mwenye aibu, lakini kufunga magoli mm, hao ni soni olinol. Tunakupenda sana Aisha, tuko pamoja na wewe nyumbani mpaka ugenini. Tunakuombea utimize malengo yako kwa uwezo wake maanani, kama tulivyotoa maua kwa wengine hata kwako tutakupa ujivune. Sisi ni familia, lugha yetu ni upendo, wala sio nyingine. Supa 12 ndio nyumbani, usiondoke wala usiende pengine. Aisha, jitahidi, ukirudi bongo tuonane, tuna maua kibao ukija, tutakuongezea mengine. Kila la heri dada yetu, tukutane tena wakati mwingine. Imeandaliwa na Emmanuel Gratis na kusomwa kwenu na mimi Janice Dinomineta.